na kwa siku ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na mnyama wa kwanza na wa pili, na tutaangalia kutoka Ufunuo 13 kwa ufafanuzi rahisi. Katika kitabu cha Biblia cha Ufunuo sura ya 13 tunasoma kuhusu wanyama wawili wenye wa nguvu za ajabu ambao wanatokea na kujaribu uaminifu wa, wa watu wa Mungu kwa Mungu wao. Hii ni sehemu ya watu wa Mungu kwa Mungu wao. Hii ni sehemu ya unabii wa Biblia ambao unatufundisha jinsi ya kutambua maovu na kuamua kumpenda Mungu peke yake. Mnyama wa kwanza anatokea baharini, ana pembe kumi na vilemba kumi juu ya kichwa chake na majina ya makufuru yameandikwa juu ya vichwa vyake. Mfano wake ni chui, miguu yake kama dubu na kinywa chake kama simba. Ana nguvu za shetani na kwa hivyo anaweza kufanya watu wengi wa msujudu. Pembe zake zinawakilisha falme au serikali. Mnyama huyu anashambulia watu wa Mungu kwa maneno ya kutukana, kufanya vita na kujaribu kuwakosesha amani. Bahari katika unabii huu inawakilisha sehemu yenye watu wengi. Hii inahusiana na utawala wa kale wa Kirumi kama unavyoelezwa katika kitabu cha Danieli. Mnyama wa pili anatoka nchi kavu, ikimaanisha anatokea kwa watu wachache. Ana nguvu kutoka kwa mnyama wa kwanza na hutumia uwezo wake ili kufanya watu wote wamsujudu mnyama wa kwanza. Mnyama wa pili anaweza kuwapa watu chapa mkononi au kwenye nyuso zao. Hii chapa inawazuia watu kununua au kuuza bila hiyo ishara. Pembe mbili za mnyama wa pili zinaonesha aina mbili za utawala, serikali na kanisa. Hii inatufundisha kuwa hatuwezi kumtumikia Mungu na mabwana wa maovu kwa wakati mmoja. Hesabu ya mnyama ni 666. Namba hii inawakilisha hesabu ya kibinadamu. Biblia inatuonyesha kuwa kila mtu anaweza kujaribiwa kumpinga Kristo, si kwa maneno tu, bali kwa mawazo, matendo na hata nia ya moyo. Kila mtu atasimama mbele ya Mungu kutoa hesabu ya kila jambo, na hiyo ndiyo hatua ya mwisho ambapo kila mmoja atapimwa. Hii unyaya wa unabii hauna maana ya kutisha, bali ni mwongozo kwa kila mmoja wetu. Mungu anatupatia hekima ya kutambua wanyama hawa na kuamua kumpenda na kumtumikia yeye peke yake. Kila siku tunapaswa kujiuliza, je, mimi nina tabia za kumpinga Kristo? ni maneno gani matendo gani au mawazo gani ambayo yanahitaji kubadilika? Kujitathmini ni muhimu sana. Hii ni njia ya kuhakikisha kuwa hatumwabudu mwovu. Tunaweza kuandika kila jambo tulilofanya mema au mabaya, na kisha kutathmini upande gani tunataka kuwa. Kupitia maombi ya kudumu, iwe peke yetu, kwa familia au pamoja na kanisa, tunapata nguvu ya Mungu. Maombi hutuweka moja kwa moja mbele za Mungu na hutuimarisha dhidi ya majaribu. Mnyama wa kwanza na mnyama wa pili wanatufundisha pia historia na mustakabali, hata kama hatuelewi kila kitu sasa. Tunapokuwa tayari kumtumikia Mungu, hatutavutiwa na maovu. Mfano wa Yesu unaonesha wazi, watu wengi hawakumfahamu Yesu wakati alipozaliwa, walidhani atatawala bila kupitia mateso, lakini ukweli ni kwamba Hatuwezi kuelewa kila kitu mapema. Unabii wa Biblia unatupatia mwanga kidogo tu ili tuwe tayari kutambua wakati wa hatari. Kila mmoja anatakiwa kumtumikia Mungu na kufanya vitendo vyema kila siku. Hii inajumuisha mawazo mema, maneno mema na matendo mema. Hii ni njia ya kuonyesha kuwa tunampenda Mungu zaidi ya kila kitu kingine. Wakati tunatenda mema, tunapenda na kufuata miongozo ya Mungu, na hatutavutiwa na maovu yanayojitokeza. Unabii huu pia unatufundisha kuwa maisha ya kila siku ni nafasi ya kuchagua. Tunaweza kuchagua kuwa waumini wa kweli au kuchagua njia ya maovu. Mnyama wa kwanza anatoka kwa watu wengi, wakati mnyama wa pili anatoka kwa watu wachache. Hii inatufundisha kuwa maovu yanaweza kuanza kwa nguvu kubwa au kwa watu wachache wenye nguvu, lakini hatuwezi kuwaruhusu waendelee kutuongoza mbali na Mungu. Tunapojifunza unabii huu tunatambua pia umuhimu wa kusoma Biblia kila siku, kwenda kwenye madhabahu kusali asubuhi na jioni, na kushirikiana katika maombi. Hii inatufundisha kuwa Mungu ndiye kimbilio letu na neno lake ndilo silaha yetu dhidi ya majaribu. Tunapokuwa na kanuni thabiti za maisha ya kiroho, majaribu yenye nguvu zaidi hayatatuvuta mbali na Mungu. Hivyo basi, kila mtoto na kijana anapaswa kujiuliza Je, ninamfuata Kristo kweli? Je, kuna maneno, mawazo, matendo au nia za moyo ambazo ni kinyume na maadili ya Yesu? Kila mmoja anapaswa kufanya marekebisho, kuomba na kutenda mema. Mungu anatuangalia kwa moyo na si maneno na matendo. Kila jambo linapimwa siku ya mwisho, na yule atakayejitahidi sana kuishi kwa kuzingatia neno la Mungu atashinda. Hii ni historia, mwongozo na funzo la maisha. Mnyama wa kwanza na mnyama wa pili ni ishara za maovu yanayojitokeza duniani, ambapo kwa tafsiri ni mamlaka au falme zilizotokea duniani. Lakini kwa kuwa na hekima ya Mungu, tunaweza kuyatambua na kuyachagua njia ya uadilifu. Hatuwezi kumtumikia Mungu na maovu kwa wakati mmoja. Kila siku tunapaswa kuchagua kumtumikia Mungu peke yake. Hii ndiyo njia ya kweli ya maisha yenye amani na ushindi wa kiroho. Mungu akubariki sana. Kila siku chagua kumpenda na kumtumikia Mungu, si Shetani. Tambua kuwa Mungu ndiye mshindi wa mwisho na atatuweka salama. Kila hatua ya maisha yetu uwe ya kumpenda Mungu, kufanya mema na kuishi kwa kweli. Mtazamaji, natumaini siku ya leo umepata nafasi nzuri sana ya kujifunza na kuelewa kuhusiana na historia za mnyama wa kwanza na yule mnyama wa pili. Lakini pia je, mnyama wa kwanza anawakilisha kitu gani na mnyama wa pili akiwakilisha kitu gani, na je ina maana gani katika unabii na kiroho? Lakini zaidi tukaenda kupita na kujifunza katika Biblia, tukaangalia katika Ufunuo 13 na kuweza kupata ufafanuzi rahisi zaidi. Asante kwa kuendelea kusikiliza chaneli yetu, endelea kusubskribe, lakini pia usisahau kushea kwa watu wengi zaidi, ili nao waweze kuendelea kujifunza mengi kutokea katika chaneli yetu. Mimi ni Yustasela John.